Ebo na mambo mabibi, ulishawahi kujiulita ni kwa nini unashindwa ku download video ama picha kule Instagram? Hii ni kwa sababu uh, official Instagram application haina option hiyo ya ku download video ama picha moja kwa moja. Inawezekana ulikuwa uko Instagram na umependa E, picha ama video na unahitaji uidownload kwenye simu yako, lakini inakuwa ni ngumu kwa sababu Instagram hawana option hiyo. Sasa leo ninakuja na option mbili ambazo zitakuwezesha kuweza kudownload video ama picha kule Instagram. Nitakufundisha njia mbili ambazo utazitumia, na njia ya kwanza ni kudownload application ambayo inaitwa Aero Aero Instagram. Aero Instagram ni application ambayo sio uh, official na ni application ambayo inafanana na Instagram na ina uh, ina kila kitu kinachofanana na Instagram na inakupa uh, option ya kuweza kudownload video ama picha yoyote ile kule Instagram. okay, cha kufanya ni rahisi sana. Ingia kwenye browser yoyote, nitaingia Chrome na nitaandika neno Aero Instagram apk download na baada ya kuandika hapo nitaenda kubonyeza linki ya pili ambayo imeandikwa Softonic hii hapa chini. Download Insta Aero APK for Android free latest version. Tachukua hiyo, na baada ya hapo utabonyeza neno liloandikwa free APK download kumaanisha kwamba utairuhusu iingie kwenye simu yako ye yeah, kama unavyoweza kuiona iko hapa ina download, na tukiangalia hii hapa ina MB 46.83. So kwa sababu mimi nimesha i -download, basi tutakwenda kuifungua na ili uweze kuona inafananaje. So baada ya kuwa imeingia, utabonyeza install ili kuweza kuiruhusu iingie kwenye simu yako moja kwa moja. Kwenye video hii sijaelezea ni namna gani unaweza ukaifungua hiyo Instagram na kuiseti, lakini kama ulishawahi kufungua Instagram ni vile vile, na nina kuahidi nitakuletea video ambayo inakuonesha namna gani ya kuseti Instagram. Lakini leo nina focus na kukuelekeza namna gani unaweza uka download video kule ile Instagram, na ukisha download utaifungua na ukiifungua na, na baada ya kuseti account na kila kitu, ukitazama Instagram yako kwenye kila video, kwenye kila picha kuna alama ya kudownload ambayo inakuwezesha wewe kuweza kudownload video hiyo ama picha hiyo bila shida yoyote. Nam na sasa nakwenda kuelekeza njia ya pili ambayo itakuwezesha kudownload video Instagram. So utaingia Play Store na ukishafika Play Store utaenda kubonyeza search alama ya search. Utaingia kubonyeza alama ya search na uta search in server. Utaandika neno in server. In server server. Na baada ya kuandika in server utalibonyeza na itakuletea option nyingi sana, lakini ambayo tunaitaka sisi ni hii ya pili. Hiyo hapo na ikoni yake hiyo hapo. Mimi tayari nime download na ninayo kwenye simu, na ndio bana hapa imeniambia open. So ukishaifungua uta download na ukisha download ama uta install, basi utaifungua na baada ya kuifungua utaenda Instagram. Na kama umependa video Instagram, utakwenda ku copy link Instagram and then hiyo link utaenda kuipaste kwenye ile application ambayo inaitwa InSaver. So, kwa mfano hapa hii video Uh, ni nimeipenda na nataka ni download. So nitakachokifanya ni kukopi link yake. So nitabonyeza hapo kwenye hiyo alama ya share and baada ya hapo kuna neno limeandikwa copy link. Nitabonyeza ile neno lililoandikwa copy link. Itaniambia tayari imesha copy. Na nitakachokifanya nitarudi kwenye application yangu ya InSave. Baada ya hapo nitapaste kwenye hii nafasi hapa juu alafu nitakliki download. So kama unavyoweza kuona ina download. Na kufikia hapo ndio mwisho wa video yetu ya leo. Asante sana kwa kuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Jina langu ni Mr. D kutoka Vive Creatives. Mpaka wakati mwingine, bye bye.